Nansa. Na huyu mtoto ya sista yako. Si nilisikia amemaliza shule yama nisikia. Amefunga. Kufunga. Na saa hii ako wapi? Nilimtuma kwa duka. Nilimtuma sijui nini ajapata nini. Ulimtuma saa ngapi? Si nilimtuma maramu sani. Najua mi ni kisi na mtu na dako jua mtu wako wapi. Saa hii Melody amefunga hapo. Juu uye. Melody, Yawa umeka. Na wapi vitu nilikutuma? Sijapata. Eh, hey, Melody ana. Sasa nataka kupika aje na nilikutuma Sijia... ingredient. Sijapata. Ujapata aje? Melody. Kwa supermarket vitu zimeisha. Eh. Hey. Hey. Eh, Melody. Kwanza ni expensive kushinda dawa ulinipea. Na si ungechukua tu zenye ungechukua, urudi jawanya sai bura. Melody. Ulifunga uranda randa ama ulifunga utulia? Siko nimeenda kuranda. Ulitomwa saa ngapi? Ulimtomwa sasa saa 3. Saa 3 mpaka saa hizi saa saba, ulikuwa umeenda kwa duka gani? Hata kama ni hata kama ni DRM. Si ni saa 9. Saa 9 hii. Umekuja umefunga shule umeshamaliza shule, unadhani umemaliza. Melody, hiyo naye hapana. Na hata vitu nilikutuma hakuna. Hao wababa watakupeleka wapi? Baba, unaenda hapo watakupeleka wapi? Umeza pata mtu anauza miwa hapa na Wilbar, unatembea naye ati ni boyfriend wako. Utazika mimba ya miwa hapa. Uliwaambia watu nini? The big question tonight, ukitumwa hapa asubuhi unaenda mpaka saa tisa unaenda wapi? Hiv tumeshinda hapa nje tunakungoja. Yawa, sinataka kutuma mahali huko. Umeenda huko kurandaranda, kazi ni kutafuta wanaume wana hey, Melody kwa supermarket, supermarket yeah, unaweza kosa kitu hata chumvi mm. nilikutuma kuna imeisha, um. imeisha aje? Imeisha aje? Sasa ningeuliza imeisha aje, imeisha aje, hiyo ni tabia gani? Unaniona so, umeanza unadhani zula ukifunga, imeisha si concentrate na nyumba yenu. Sisi si tuna aslasol iasola ad ndio ulipiwe school fee. Sasa hii mitihani yako sijui umepata, sijui chemistry. Hiyo ulipata nini hiyo mulivunga which grade? Alipata gangine hapo. Competent. Competent gani na ulienda kusoma kupata bilo A? Bilo. Incompetent. Incompetent. You are incompetent. Haa, Melody ukienza kuranda hey. Mimi kitu naweza kuambia Lensa hmm. Melody arudi kwao watu wamesafunga. Tumesaidia ya haa, kutosa kurudi nae ya kutaki ya rudi hati ata nisaidia ata leta sida hapa Lensa ya atakuja hey, kukusaidia kila anakusaidia na kusaidia ata kusaidia kusika mimba. Yue pia unachelewa kusika mimba, atakusaidia hapa kusika mimba na itatuletea sida <laughs> Mimi nakwambia ukweli Melody, kitu yako imeanza kukua moto kolomu. Kitambo wakati oh, alikuwa analeta, kwani mimi sijui vile unatembea hmm. Yes. ameanza kuvaa longi imekatwa kwa, kwa magoti magoti, unakata longi ya nini? Nikivaa longi bagi unacomplain. Nikivaa hivi unacomplain. Unataka nivae nini wewe? It's a, lazima auto respect. Tujue vile tutakusaidia. Mimi sitaki kesho hapa pesa yangu imeenda bure. Sasa hii mtu wa komatani. Na linda mama ilisa tolewa bado sisi chunda chip in. Eh? Sitaki hata kidogo. Na uh, Melody yu nae eh, wanguwe Na yu chumi ya kazongo. Eh? Mobali nangae. Unaenda enje hapa na wababa na hawa wababa pia kuna, Ati uko na mababa mwingine anafanya welding pale. Wao oh, ni mababa mimi. Ni... <laughs> Mtu ametolewa. Sina mwananga na mwanaume mwingine hapo ndio anafanya sina welding. Sasa na danganya. Na danganya aje, na nilikupata umesimama hapo kwa Ninyo welding. Niona wapi? Mara huko na mnaongea na watu wa pikipiki ati yeye ati wanakusieve. Eh, huyu mzee jana anakuanga mrevu, anakuanga mrevu. Umebeba nyumba. Ati ati ati umebeba umebeba umebeba umebeba na chakula yangu. Hivyo ndo umebeba ndo watakubeba na yu pikipiki. Utabebwa. Mama uko na danganya. The end of the day wewe utabeba mimba. Hivyo ndo utarudi kama umebeba. Wewe unacheza na maesa. Mimi huwezi hizi na mimi na unafanya na, fala siu fala ndogo ndogo. uh -huh. Yeah, leo hata watu wanakanda loud, na nini. Akanda loud. Hiyo hata mimi na kujua hata mimi uonangi ni kiranda randa. Nimekaa kwa nyumba yangu pole pole. Usidhani nikiambia anti yako ati ati asike mimba zike mimba sasa unataka kuharakisa ndio nikupende. Hakuna hasira na kuambia reality. Iyo, naine. Kama nilikutuma saa 3 unarudi saa 9 na hakuna kitu umerudi nayo. Kama sio mimba utajikuna hiyo sehemu yako utasikia dabu. Utajikuna. Utapiga gita, gita. Utapiga gita, gita ya Ken wa Maria. Ken wa Maria. Uwe Unaona, hao watu wanapiga gita kwa presenter. He. Oh, unajaza wewe. Atakuwa boyetta. Boyetta, boyetta <laughs> anapiga piano. Kuna wa kupiga gita. Hey. Rembo dilili. Hey. Utapiga hapo mbele kwa stage hapa mbele. Una hata hapo mbele stage, wewe jeza. Unaambiwa, unadhani wazazi wa wapendi. Sisi tunatakutakia tu mazuri. Ah, Melody, wewe ndio tegemeo.

Hii ni kijiji. Ama uende ukae nyumbani. Hey, hata yani uende hebu ukae mm, nyumbani, ama urudi kwa mama yako mimi sitakaa na mtu anataka kuleta sara hapa. Kidogo, kidogo watadhani wewe ndio umemtia mimba. Si ndio? Si wata hivyo ndio watasema. Na mimi hata sina haja na kusumbua ni nini nikakueleza umepata SMS za nini? Sina haja. Ati una haja na unanisumbuanga, na kwa kusumbua, na hiyo na mimba yako Ihi. Huyo msichana mtoto kama uweze murudiza huko, ati analeta kichwa hapa, amevaa mnyoa mo, moko. Unanyoa moko hapa tisasa sasa unadhani ni Krismasi. Mm. Enda nyumbani huko kusaidia hata sosoko ku, kulima. Usikuja hapa kurandaranda randa na wao, wanaume wanasaidia na watu. Ndio no, maana juu hapa hapa kijiji nani mbaya? Wana kijiji wanaume wanavuta wana wana wana wana wana bangi hapo wao, vijana wa mapanga le, wa mapanga le. Wanaza kukuwa mapanga leo wakakata hiyo lomi yako. Wanaza kukuwa mbezo. Hapa wanaka sute. Wakikuona tu hivyo na kaga. Sasa naona vijana wakivaa Timberland. Oh oh oh oh. Ujui vijana wanafanya nini. Hii kijiji kuna mambo mingi. Mwingine juzi anamfuata amevaa ile hile ni ya New York. New York kuzi. Ameweka kofia hivi. Yeah, anamufuata, na beleng na beleng. Anamufuata. Mm. Chaza unawaona ati unakatiwa na fifty zen. Hakuna fifty zen. Huya wafiki hata ndururu zen. Hawa kijiji hakuna hata ndururu. Ati unataka viviti za ndani hiyo, mkiambiwa ati unaona huyo ango yangu ananichukia ananichukia. Kuna mtu akikuchukia mtu utatafutiwa, nitakutafutia mimi, nitakutafutia fair. Hiyo sio mzuri. Ni kama wewe ndio mwenye hii nyumba. Mimi nakutangulia kwa nyumba na mimi na nyumba. Bila tujapata. Kwani wewe unaongea saa ngapi? Sasa basi niende nitafute Tumia hiyo pesa niende nijitafutie. Mimi sipendi hiyo mchezo. Eh. Hey. Yawa. Kila mtu ana kama maisha yake. Kama una maisha unataka kuishi ndio utaishi. Mm. You need to live a very be a better future. If you can't listen to me, you do the do before the do does. Mimi nimeongea ya mwisho na sitaongea tena. Nimeongea ya mwisho na sitaongea tena. Nimesikia. Hiyo vitu mnameza hapa, mkikuja hapa unalala lala unadhani sijui. Hizo vitu zitaharibu tumbo. Mimi nikuambia ukweli. Hizo vitu mnameza hapa siku hizi analala lala hapa. Vitu mm, ni kama imeongezwa piriton mingi. Ama unasema unasema medicine gani? Vitu ndo itakuharibu tumbo, hautashika mimba. Kwani hizi hizo vitu? Una mimi najua, mimi najua nimedili na watu wanatumia vitu. Sinifanyie hiyo midomo yako hapo Melody. Hata mimi leo nimekubaliana na ngu yako, wanaume wa hii kijiji ni waya ya stima, waya ya stima kidogo kidogo utatiliwa mimba hapa mm. Tunakulea na tunalea mtoto yako. Sasa yeye anadanganya niliona na na mbaba na wewe unaitii, hata kwa welding hawezi sema alikuona na hakukuona Vindio maana ulinidanganya ile siku, kumbe ulipatikana resro sijui, si sidani, alikuja akaniambia tu baadaye. Monika, mlikuwa huko huko, tulikuwa kazi. Nitumie pesa, niende nitoe hizo vitu, nitumie hiyo pesa, nikutumia